Basi ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Aa, najua sasa wengi wanalala, wengi wanaamuka asubuhi pia, lakini nataka niamke asubuhi pamoja na wewe katika neno la Bwana ambalo ningependa tujifunze katika mchana wa leo. Basi Mungu akubariki na akutendee mema siku zote na kutakia siku ya leo leo tarehe moja mwezi wa nne mwaka elfu mbili ishirini na tano na kutakia uponyaji, maandiko nasema if you can, Jesus said, Everything is possible for one who believe Kitabu cha Marko sura ya 10 na ya tafadhali, sura 9 mstari wake wa makumi mbili na tatu. Hearing this said to Jairus, don't be afraid, just believe and she will be healed. Kitabu cha Luka sura yake ya 8 mstari wake wa makumi tano, Yesu kamwambia Jairus akasema, yani Yairo akasema usiogope, Yani usifadhaike. Kama Yesu amekwambia usifadhaike, inamaanisha kwamba atatenda. Akasema, amini tu, na ule msichana wako ataweza kupata uponyaji. He heals the broken heart and bound up their wound ameponya wote wenye moyo ya kuvunjika na akafunga ama kufinika vidonda vyao. Kitabu cha Zaburi mia moya makumi ine na saba mstari wa tatu. Ndugu mpendo, Bwana siku ya leo ameshimama kuponya kila anayegonjwa, lakini kitu kikubwa anasema yote yawezekana kwa yule ambaye anaamini. Je, kuna mtu ambaye anaamini siku ya leo na anatarajia kuona mkono ya uponyaji? Anayepona si mgonjwa tu lani, lakini anayepona ni ule mwenye anayo masumbufu katika njia ya kila namna, ukosefu wa salama, mauaji, wajambazi, umaskini, ukosefu mambo kama na haya, unatarajia kupata jambo fulani kutoka mahali fulani haya. Inakuletea magonjwa ya mawazo, magonjwa ya roho, mambo ya mingi ambayo yanakupita kipimo. Wanasema kama unapenda, kama unapenda ndani mwako, ukiwa na jambo kwamba mi nataka leo, ninaamini ya kwamba Bwana anaweza akasema, Yesu kila kitu kinawezekana kwa ule ambaye anaamini. mkitabu cha Marko sura yake ya tisa mstari makumi mbili ama makumi mbili na tatu ama ishirini na tatu akasema sikiliza. Hivi sikiliza, unisikie, sikiliza. Yesu maneno ya Mungu ndio anapashwa kusikia. Akasema sikiliza Yairo, acha kusikia watu, nisikilize mimi. Akasema amini tu, usiogope kijana ama msichana wako atapona, atapona. Kitabu cha Luka sura yake ya mnane mstari wake wa makumi tano. Sijua msichana ambaye anagonjwa kwako, kijana, mzee, ndugu, dada na kaka, usiogope. Kuna maneno mengine mtu anaweza kupatia pole, hata kusaidia kwa mzigo maumivu uwenjwa uko na maumivu na uwenjwa uko na haja ya imani unahitaji, kwa sababu maumivu ulio nayo, mimi naweza kuambia pole pole pole, me pole pole, nitarudi mimi naenda mahali kwangu, mimi nafanya majukumu yangu mwenyewe, lakini we utabakia na maumivu yale yale tu. Ni kusema pole ya wanaopea pole, pole ya wale wanaoleta pole, haiondoi mzigo Kinachoondoa mzigo ni imani, pamoja na wale waliotamka maneno ya uponyaji. So pole hainisaidie, kanipa pole ni sawa, lakini pole yako pamoja na pole haijanisaidia. Ndio maana kuna watu waliokuja pale kwa Jairo wakati ambapo msichana wake amekufa, wamekuja kumwambia ndoo, acha kusumbua mwalimu, yani kuomba usiendelee tena, maana hakuna kia kuombea tena. Hapana, omba pasipo kuchoka. Kristo alikuta wanaoleta pole wako pale wengi, na wanasemaka kila mara, unajuaka, rafiki wa kweli wakati wa mateso, na kila mtu anaitika ndio, lakini sasa Kristo aliyekuja anawakuta wako pale, wanaleta maombolezo, walionekana kuwa marafiki wa kweli na Yesu alipokuja kama rafiki wa kweli alikuta mtoto analala. So kwa hiyo pole ya walioleta pole kwa Yahiro hawakumurudisha mtoto wake, lakini Kristo alikuja kwa wakati ambao Yairo alimgojea, alirudisha mtoto. So kati ya walioleta pole na ule aliyekurudisha uzima wa mtoto nani rafiki wa kweli? Utaelewa kwamba rafiki wa kweli ni Yesu. Kwa hiyo pole ya watu wanaokupa pole haiondoi maumivu, maumivu iko pale pale, pamoja na pole za watu. Kuna pole nyingi zingine zinakufanya magonjwa yaendelee zaidi, na pia pole zile zitashinikiza mtoto wako kwa kumzika, na baadaye batabaki nawe katika pole. Kwa hiyo unahitaji mtu ambaye atakuja katika maisha yako ambaye atakuonyesha kwamba kuna mtu ambaye anatenda zaidi ya pole na yale yanatenda zaidi ya pole ni Yesu Kristo. Kama tu ukipenda, hakuna kitu kinashindikana kwa yule ambaye anamini. Maandiko nasema yote yawezekana. Je, kuna mtu ambaye anataka kupokea yote yawezekana? Basi hacha Mungu akubariki, hacha tuombe. Sijui wapi sitaombea magonjwa, sitaombea wapi, sitaonja, lakini naombea ajenera. Bwana, nataka uangalie huyu mtu mwenyewe amekubali kusikia wito. Yote yawezekana kwa yule ambaye anaamini, maana kitabu cha Waroma sura yake ya kumi mstari wake wa kumi na saba maandiko nasema, imani inakuja kwa kusikia kusikia neno la Bwana. Kumbe kama mtu alisikia kinyume ya neno la Bwana, anaweza kavunjika moyo. Kwa hiyo Bwana, wote ambao amesikia neno lako leo, acha wapokee. Yote yawezekana kwa jina la Yesu Kristo, nomba na kushukuru amen. Ninaamini ya kwamba katika eneo zenye una muhitaji Kristo kumepata suluhisho ya lile ulioliomba. Sijui hitaji yako, lakini naamini kwamba umepata suluhisho ya kile ambacho ulichokihitaji. Basi uniita posto Jean de Baptiste Paluku Moloveria yani, apotre Jean Baptiste Paluku Moloveria, uh, larbre sa saison. Na mke wangu ni Janet Masika. Basi Mungu awabariki.